mwanangu sema ameniotea umeua umetisha. Yani mwanangu yani, yani hichi oh, chenyewe kabisa yani, na rangi yako kitupia hicho mwanangu, unatoka kinyama yani Saan. Yani mwanangu ukipiga na hii modo hapa chini hatari, okay, unatokelezea oh, ya. Yani mwanangu hapa 20 na hii 20 mwanangu ah, mwanangu tufanye biashara fupi, tumini na elfu thelathini ndio la pekee ambao niko nayo Yaani sina hapo mwona mwanangu hapa? Ura, ni kwa mbuki ukitoa hii ni hundu huku wapeche? Yaani sina hata kumi, uwe mwanangu nimependa hizo mbili mwona. Masi fresh mwona. Munga chali, na kuja kuleta mapigo gani hizi wakati nimetegesha oh, mamzinga huko manyuki wa zama na kuja kuniletea mapigo za kiwake na niyamshia mipopo hapa. Lete hii hey, nguo, baba la baba suwe umependa hizi mbili. Eee, lete hii ufasi. Shika. Katai. Asante ndugu yangu. Zimebaki siku saba. Aa, mimi jina langu naitwa Madebe Lidai. Mimi ndo Mswahili mwenye Kiswahili changu Aa, nimekuja Timamu kupata tiketi kwa sababu ya tarehe mosi mwezi wa 12 mwaka huu 2018 pale Mlimani City. Kwa hiyo ukiwa kama Mtanzania au ni mpenzi wa filamu tukutane tarehe moja mwezi wa 12 mwaka 2018 pale Mlimani City. Nasemaje? Mwanaume yoyote ambaye analinga na gari la baba yake au mama yake mzazi, inatakiwa tuheshimu wanaume wenye basikeli zetu wenyewe. Ukinunua tiketi ya Sema kwa shilingi unaletewa popote ulipo ndani ya Dar es Salaam, hautatozwa gharama yoyote ya usafiri. Uzinduzi wa filamu ya Sema umepewa nguvu na Billion Paint, B2B Delivery, Discount Center pamoja na wataalamu wa kulipea Rejeta, SNR Rejeta Company.